Mungu ujizidisha katika haki na si vinginevyo. Mungu wetu ni mwenye haki. Kufuatia mambo ambayo amekuwa akiadai Bonifasi Anyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika, Tanganyika Law Society, kwamba ataendelea kumdai bwana Mdude Nyagali Mpaluka ama Mdude Chadema mpaka toni la mwisho. Ameendelea kufanya hivyo kwa namna hii ambapo amepeleka shauri Mahakamani kwa ajili ya kudai haki ya kupatikana akiwa hai bwana Mdude huko, akiwashtaki watu zaidi ya watano. Ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema wa kwamba hatuhitaji ganzi, tunahitaji tiba kamili ya ugonjwa. Anasema utekaji upo, wanaoteka wapo, baadhi wamelalamikiwa kama kwenye shauri la Mdude Mparuka Nyagali, anasema waliofanyiwa enforced disappearance na kwa kudra za Mwenyezi Mungu wakanusurika wapo, wanaojiteka na waliotoroka nchi na madeni kama polisi wanavyosema, waweke, wa, waweke majina yao hadharani kama sisi tunavyoweka ya ndugu zetu wanaofanyiwa dhuruma ya uhai na uhuru wao. Mwabukusi anasema tuache propaganda kwenye mambo ya msingi kuhusu usalama na uhai wa wananchi tunahimiza uwajibikaji. Anaendelea kwa kusema kama muhanga, nina ushahidi pia. Hata ukitishiwa kutekwa na ukaripoti polisi, hakuna chochote cha maana kinachoendelea au kufanywa na polisi wetu zaidi ya kupumbazana na kudhibiti ili kuharibu hata tone dogo la ushahidi ulilowaugusa ama kugusia, kama lede ya kupatikana muhusika. Mwabukusi anasema wanaotekwa na kupotezwa sio wajinga. Tunaposema kuna watu wanatekwa ili kupotezwa, hatubahatishi, tunawafahamu wanapokaa, maisha yao, ndugu zao na familia zao. Anasema Mdude Nyagali hata iwi sio limbukeni wa kufichwa na lijimama ili kutekwa kimapenzi anasema wakili Mwabukusi kwamba hana ugomvi na mtu yeyote yule kwa miaka zaidi ya 15 niliyomfahamu zaidi ya mara ya mwisho ndugu yetu huyu yaani Mdude Nyagali kuwa kulalamikia kutafutwa na askari kinyume cha sheria anasema Mdude hajawahi kudaiwa na taasisi au mtu yeyote kazi yake kubwa ni kukosoa na kosa lake kubwa ni kusimamia kile anachokiamini. Anasema ametekwa mbele ya mke wake. Je, vipi kuhusu Kombo Mbwana? Nani alimshikilia kinyume cha sheria? vipi kuhusu Edgar Mwakamele? vipi kuhusu kijana Mwamlima? Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema, vipi kuhusu waliomchukua na kumpoteza kwa muda siku za nyuma Mdude Paruka Nyagali? vipi wale waliohusika wakimtafuta katika tukio hili la sasa, kuna lolote limefanywa? Wakili Mwabukusi anaendelea kuandika kwa kusema, hatuhitaji maneno ya kututuliza, bali hatua dhahiri kutoka jeshi la polisi kwa wale wote wanaotuhumiwa na ambao wametajwa kwenye suala la Mdude. Anasema hatutaki fujo wala ugomvi na mtu yeyote, tunahitaji ulinzi wa uhai wa raia na mali zao Kabla jamaliza, anasema tuko mahakamani kushinikiza kupatikana kwa haki ya Mdude. Hapa ni rasharasha rasha tu katika hili, tutafika mbali sana kisheria katika mamlaka za ndani na nje ya nchi. Anasema shauli linakuja kusikilizwa tarehe 30 Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hapa pia ameweka dokumenti hiyo inayoonekana wakiwepo ambao anawashitaki wapatao kama sita hivi. Hili ni andiko la Boniface anyesire Mwabukusi kuhusiana na Mdude Nyagali gari ambaye alichukuliwa mbele ya mke wake. Lakini baada ya kuandika andiko hili, wasomaji wake baadhi wametoa wa maoni akiwemo Rehema Shauli na mjukuu wa Magufuli, anasema, kaka Mwabukusi, Mwabukusi uko hapo kwa bahati mbaya, uko hapo kwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Deogratias Ryamboya anasema wakitoka kwenye doria YouTube, tunataka majibu ya hao wote uliowataja. Bonifasi ya Anyiisire Mwabukusi anasema. Rehema Shauli anatoa maoni yake kwa kusema vizuri sana, angalau tunafarijika kuona hatua zimeanza kuchukuliwa na uzuri waliotajwa wanajulikana. Aroma Mohammed anasema nice move, angalau tuwaonyeshe w We are those who are ready to help you. Makarabeka Kasimu anasema ikiwezekana mwongezeni na rais wa nchi, maana ana dhamana kikatiba ya kulinda uhai wetu, ila inaonekana anafumbia macho. Boniface ya nyesili Mwabukusi anamjibu Makarabeka Kasimu akisema "Makarabeka Kasimu, huwezi kumshitaki rais wa nchi kwa kesi ya jinai haswa ya mazingira kama haya, sheria hairuhusu rais, huwezi hawezi kushtakiwa kwa madai au kikatiba dhidi ya amri zake. Chombo pekee kinachoweza kumchukulia rais hatua za kinidhamu moja kwa moja kupitia impeachment ni Bunge baada ya kutimiza masharti yaliyowekwa. Alfayo Mabagaya anasema Wakenya wanasema tusipokuwa makini nchi yetu itakuwa kama Tanzania ambao raia wanatekwa na kuuawa raia, raia wapo kimya. Kishoko Igombe anatoa maoni yake katika ukurasa huu wa Facebook wa wakili Bonifasi Mwabukusi baada ya andiko hili akisema, warushi live na wahamasishe usikilizwaji wa hii kesi, ni muhimu kupitia kwa Mdude utawasaidia mpaka akina Beni saa nane na wengineo. Asante kwa hii hatua ila nilitamani upate huu ushauri kwamba jaji ameteuliwa na ambao ni kada wa CCM na sheria inakataa. Kamilisheni ushahidi, fungueni kesi atoke, hawezi kutenda haki huyo. Ras Jafet Mutasingwa anasema ubarikiwe sana wakili, Mungu ndiye atakaye kulipa na kukuepusha na wote wanaokuazia kuhusuda kufanya kazi kwa maslahi ya umma. Ikiwezekana na ikiwapendeza mahakama yetu tukufu, tunaomba shauri liwe mubashara kwa kuwa lina maslahi mapana kwa umma. Lucas Chacha Nyamuhanga Samo anasema watekaji wapo na wanajulikana, sio kwamba wajulikani, tena wale waliopeleka maiti mwananyamala nyamala wakashindwa kuishusha sababu ya aibu mchana kweupe kwenye gari lao. Wapo wa aina wa nyingine watekaji siku yenyewe kesi ya Lissu Kisutu. Folian Chazi anasema safi sana mheshimiwa rais, na Mungu mwenye haki hazidi kusimama upande wenu hadi haki ipatikane. Damu ya Mdude Nyagali haiwezi kumwagika hivi hivi na ikafutika hivi hivi tu. King jara Emanueli Mwakalinga anasema sipati picha kama ndio ingekuwa jaji mkuu wa serikali. Arafausi Mashamba anasema oh. Frank JM anasema kwa nini na watu wengine ambao wana madai yanaendana, wasiunganisho ili wajue nini kinaendelea juu ya, ya ndugu zao. Nafikiri hii ndo hatua wa sahihi. Bonifasi anyisire Mwabukusi anam, anamjibu Frank JM kwa kusema ni wazo jema, lakini mazingira ni tofauti na kila tumi, tukio limetokea eneo tofauti na gharama ni kubwa sana. Iku Norman ni anasema, yule kijana live wasema polisi, hadi sasa hatujui yupo wapi. Karo Peter anasema nilikuwa nasubiri hii kwa hamu kubwa sana. Nyamwitanga marwa anasema will this be effective? Boniface Mwabukusi na mjibu Nyamwitanga marwa anasema what kind of equation is this? Hapa ni kimombo tu. Haji Rozo anasema ongereni kwa hatua hii. Enanc William anasema safi. Ole Naini Lukuma anasema, Coronelio Lazaro anasema hapo sawa, anasema well done brother. Kain Patrick anasema huyu. Shaban Mnazi Maungu anasema Mungu afanye njia pasipo na njia, maana yeye huona mpaka sirini, tusikoweza kuona sisi wanadamu na nyama lakini ahadi zake ni kweli na amina. Ukifanya sirini, yeye huyafwe, huyaweka wazi juu ya dari, hata kipofu ataona. Shat Joseph anasema inasikitisha sana pale kwenye ishu serious, alafu wao wanaleta utani. Huo ni utani. Amdan Habibi anasema kaka, hapa hakuna suluhu ya kudumu, kinatakiwa chombo huru katikati cha kuchunguza haya matukio ya watu kutekwa, kuuawa kiharifu na wahalifu wachukuliwa tu wasio hizi ngonjera za kujiteka kukimbia madeni. Danieli Kibona anasema tuko pamoja mana. Raymond Masamaki anasema kuwa makini nao brother. hawa mash... wanakuvizia kwa shambulio. Regardless of the past wa Tanzania wakutegemee kuwafungulia kodi ya macho mbali mbalimbali ya kisheria. Nyuka Toto anasema kama kuna gharama za kesi mnaweza kuweka namba tuchangie. Juma B Juma anasema kama kitakuwa na uhitaji wa kuchangia katika kulisimamia hilo, tulioko mbali mtujulishe ili tupate utaratibu wa kuchangia. Faridi Mlagurwa anasema kama mchongo tutatoa, kama mchango tutatoa, tuna uhitaji haki. Patricia Maganga anasema each life is irrepressible. Daniel Omar anasema good. Hawa ni baadhi tu ya wachangiaji wa jambo hili la Mwabukusi ambalo amelipeleka mahakamani kuhusiana na swala la Mdude Nyagali ili apatikane akiwa hai, maana alichukuliwa nyumbani kwake akiwa na mkewe. Hili ni andiko la Boniface Mwabukusi ambalo amelichapisha katika ukurasa wake wa Facebook, wakisema hatuhitaji ganzi, tunahitaji tiba kamili ya ugonjwa. Na hapa ameweka document ambayo inaonyesha watu ambao anawashitaki katika mahakama akihitaji kupatikana kwa Mdude akiwa hai. Huyu au hii ndiyo picha ya Mdude ambapo kava hili linasema Mdude alichukuliwa mbele ya mke wake. Mtazamaji, unayo nafasi pia ya kuchangia katika jambo hili, ingawa baadhi wengine wanasema kwamba wako tayari kuchangia fedha kama zitahitajika katika kuwezesha upatikanaji wa haki kupitia shauri hili. Tafadhali nawe unayo nafasi ya kuchangia maoni, kulike na kucomment katika jambo hili linaloendelea ambalo amelifanya Boniface Mwabukusi kwa ajili ya kudai uh, kurejeshwa hai bwana Mdude Nyagali. Je, wewe unasemaje?